Hekima ya Sulemani, sura ya kwanza. Pendeni haki, enyi waamuzi wa dunia, tafakarini habari za Bwana kwa moyo mwema na kumtafuta katika unyofu wa moyo, kwa sababu huonekana nao wasiomjaribu, na kufunuliwa kwao wasiokosa kumwamini. Mradi fikra zilizopotoka hutenga wanadamu na Mungu, na enzi yake ikijaribiwa huwafadhaisha wajinga. Hekima haingii katika roho ya mtu awazae wa maovu wala haikai katika mwili wa mtu aliyefungwa rehani na dhambi kwa kuwa roho takatifu yenye maadili huikimbia hila hubumburuka kujiepusha na fikra zisizo na akili hufadhaika kuingiwa na udhalimu maana hekima ni roho ambayo huwapenda wanadamu wala haimwachilii mkufuru hatia ya midomo yake kwa sababu mungu huvishuhudia viuno vyake na kuusimamia hasa moyo wake na kuusikiliza ulimi wake Roho ya Bwana imeujaza ulimwengu, nayo inaviungamanisha viumbe vyote, hujua maana ya kila sauti. Kwa hiyo kila anenaye yasiyo haki hafichiki kabisa, wala haki haimpati ikifanya hukumu, yaani katikati ya mashauri yake. Mtu movu atachunguzwa, na sauti ya maneno yake itamfikia Bwana ili maasi yake yahukumiwe. Ndiyo maana kuna sikio la wivu ambalo husikiliza yote, wala kelele za manunguniko hazisitiriki. Jihadharini basi na manunguniko yasiyofaa, na kujizuia ndimi zenu na masingizio, madhari neno linenwalo kwa siri haliendelei bure, na kinywa kisemacho uongo huiangamiza roho. Msijitakie mauti katika ukosefu wa roho zenu, wala msijivutie uharibifu kwa kazi za mikono yenu, yaani Mungu hakuifanyiza mauti, wala haimpendezi walio hai wakipotea kwa maana aliviumba vitu vyote ili vipate kuwako, na nguvu za uzazi zilizomo ulimwenguni ni za kuleta siha, wala hakuna ndani yake sumu yoyote ya uharibifu, wala ahela haina milki kama ya kifalme hapa duniani. Maana haki yaishi milele. Walakini wanadamu wasio haki kwa mikono yao na kwa kuleta yao walijitia mauti, wakaifanya rafiki, wakadhoofu, wakaagana nayo kwa sababu wamestahili kuitiwa katika fungu lake.